Nimejaribu kuangalia hata wale wanaotangaza maandamano, taarifa nilizozipata mfadhili wao kaishiwa hela hizi <tipi> <tipi> ndani ya siku mbili tatu mtaona ya kwamba hata ile nguvu waliokuwa nayo imeyeyuka. Kumbe wenzetu wamekuwa wanaingiza pesa.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 hata wale wanaotangaza maandamano, taarifa nilizozipata mfadhili wao kaishiwa hela. hizi <trors> ndani ya siku mbili tatu mtaona ya kwamba hata ile nguvu waliokuwa nayo imeyeyuka. Kumbe wenzetu walikuwa naingiza pesa walikuwa wanaingiza pesa, wanakaa kwenye mitandao, patanuka hapa, mkikomenti wengi wanaonyesha zile comment. Kwa hiyo tajiri ona, watu wanavyofanya nini, wanavyotunga mkono, ongeza tena pesa, ilikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo wamejikuta wamemlia hela yule mtu sasa. Sasa hivi nasikia na yeye analalamika kwamba amefanya nini, amefulia ameishiwa, na wale wako wanachangia kwenye mitandao ili kuhamasisha hiyo jambo, hela zimekatika. kwa hiyo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 hata wale wanaotangaza maandamano, taarifa nilizozipata mfadhili wao kaishiwa hela. hizi <tinyo> <tinyo> ndani ya siku mbili tatu mtaona ya kwamba hata ile nguvu waliokuwa nayo imeyeyuka. Kumbe wenzetu wakuwa naingiza pesa walikuwa wanaingiza pesa, wanakaa kwenye mitandao, patanuka hapa, mkicomment wengi wanaonyesha zile comment. Kwa hiyo tajiri, ona watu wanavyofanya nini, wanavyotunga mkono, ongeza tena pesa. Ilikuwa hivyo hivyo, kwa hiyo wamejikuta wamemlia hela yule mtu sasa. Sasa hivi nasikia naye analalamika kwamba amefanya nini, amefulia ameishiwa, na wale walikuwa wanachangia kwenye mitandao ili kuhamasisha hilo jambo, hela zimekatika. Kwa hiyo